Hauwezi kumiliki ardhi ambayo haijakombolewa. Hauwezi kumiliki ardhi ambayo haijakombolewa. Kuna maeneo ulikuwa na fedha, ulikuwa na nini, ukasema nataka nijenge. Ulipoanza tu kujenga, ndio ulipiga msingi, kufika pale, pengine wakakuhamishia pale. Mwingine alipoendelea akafika mahali palenda, wakamkuhamishia pale mwingine alipoenda kumalizia finishing ama kuweka nini, wakamkwamishia. Mwingine alipoendelea akapambana akaweka madirisha aka nini? Toka alipojenga hiyo nyumba nzuri, ndiyo aliisha kiuchumi, amb wezamwambia, ni kwa nini? Kwa sababu kuna maagano yanakataa, pengine hayataki mtu akuwe na nyumba ya kueleweka, hayataki kwa namna moja ama nyingine mtu akuwe na makazi ya kueleweka. Unajiuliza, mbona wakati ule nilikuwa na pesa watu ambao huwa mimi na wakati fulani huwa ninasema, watu wengi tunateseka ni kwa sababu tunachukua usomi, ameweza mwambie, tunaenda na usomi, hasa usomi wa elimu ya duniani, ameweza mwambie, masuala ya rohoni hayana usomi, yanataka usomi wa kuelewa elimu ya rohoni. Siku moja profesa mmoja, niliitwa kwenda kuombea profesa mmoja. Profesa mmoja, the professor of mathematics, alikuwa ni gwiji na ni bingwa katika masuala ya hesabu, lakini huyu profesa alipigwa mazinga umbwe fulani ambayo si ya kawaida. Jamaa anaamka asubuhi, alikuwa anafundisha pale Nairobi University, anaamka asubuhi, anakunywa chai, anaoga, anajiandaa kama vile anaenda darasani, anasoma gazeti lake lakini akianda, yeye anafikiria yuko darasani, anarudi, anaingia chini ya mvunguni mwa kitanda chake, anaanza kufundisha vile huwa anafundisha wanafunzi, unasikia tu ka anafundisha mahesabu na nini. Wakajaribu, wakampeleka kwa psychiatrist, wakampeleka kila mahali mahospitali, na nini na nini. Sasa mtu mmoja akamwambia, mwana, kuna profesa mwenzenu mtumishi wa Mungu huyu naye ana neema ya kushughulika na hii masuala ya kiroho wakati ninaitwa kwenda kumwangalia yule profesa ninamwangalia yaani haoni hata kama ana tatizo ambia kwanza mwambie kichaa huwa ajui ni kichaa kwanza anakuona wewe ndio kichaa sijui umeona nielewa hujaona kuna mtu unaangalia kabisa huyu jamaa na vile anaenda yameharibikiwa mambo yatamwendea mafyongo mambo yataharibika lakini ndiyo anapiga kifua ndio anakuambia we hauelewi, we haujui. Ndio wakati fulani huwa unakuwa mjuaji, ni kwa sababu haujakutana na wanaojua. Subiri ukutane na wanaojua ndio ujue kumbe haujui. Sasa Tuka. wale wakaanza kuniuliza, wanaenda kisa, wanaenda kisomi mwanasema kuby ikawambia, kama mmejaribu madaktari, mumempeleka kila hospitali, haijawezekana mwacha. Sasa tuende kwa Mungu ambaye ana uwezo wa kutengeneza na kurejesha akili za huyu mtu na nini. Wana wa Mungu, tulipoanza kuomba pepo lilichomoka likaanza kusema, mbona ajenge, mbona ajenge, mbona ajenge, ajengegorofa tulichukua vitabu vyake tukavifunga, tukavichimbia chini, tukasema akuwe ah, ah, kichaa asiwaijenga. Kumbe si sisemi, kila anayekuwa kichaa inatokana kwa mtindo kama huo, lakini mara nyingi kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika. Inaweza kuwa shetani ametumia nguvu za giza, hazitaki mtu astawi, na ndio unaona semina hii Wana wa Mungu, huwa napenda kusema, niseme kitu hiki. Kila kitu maishani kinaongozwa na sheria. Kila kitu maishani kinaongozwa na kanuni. Kila kitu maishani kinaongozwa na taratibu na utaratibu wake. Kila kitu maishani kinaongozwa na mifumo na miongozo mbalimbali mbali. Ili mtu apate mafanikio katika kitu husika, kuna mafanikio, hautawahi yapata mpaka uelewe sheria inayohusu hicho kitu ujue kanuni inayohusu hicho kitu, ujue amri inayohusu hicho kitu, ujue utaratibu unaohusu hicho kitu na mifumo na miongozo mbalimbali inayohusu hicho kitu husika. Ndio Isaya ishirini na nane kumi inasema, amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Wana wa Mungu, nataka uelewe maswala Mas kuna vitu ambavyo vinaitwa elementi ambazo nimezitaja zile kuu. Angalia elementi ya mbingu nimeitaja kidogo, nimetaja elementi ya mambo ya vyanzo vya maji na pia elementi ya masuala ya ardhi. Kasema atatikisa nchi kavu, atatikisa mataifa na vitu vyote vinavyotamaniwa na mataifa vitakuja, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba ya Mungu utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Kuna mifumo inayoongoza kila kitu duniani. Kila kitu duniani kina mifumo yake. Kiwa mweneza mwambia hata masuala ya kuvaa yana mifumo yake na taratibu zake, kwa sababu wakati fulani kuna aina ya nguo unaweza vaa wewe, unajiona uko sawa, lakini watu ambao wanajua kuangalia, wanaona kama umekuwa kituko. Unatakana uvae nguo inayendana na figa yako, inayendana na umbo lako. Hata msuko anaweza mwambia, hata kusuka nywele hiyo style unayosuka ya nywele inaendana na uso wako? Haya. <coughs> Sijajua kwa nini leo nimesema hiyo, <coughs> kwa sababu kuna mtu kuna mtu unaweza suka mtindo fulani kutokana na uso wako na mwonekano wako, alafu unasuka style fulani, unakuwa kama mtu amebeba mizigo kichwani. Haya, we unajiona umependeza, lakini wataalam <laughs> ameweza mwambia wataalam wa masuala ya mwonekano na branding wanakuona umechapa, wanakuona umechoma, wanakuona umeharibu abia mweza mwambie hata, lazima ujue ngozi yako nata. Na ujue, unajua wakati fulani Watanzania nyinyi Mungu amewabariki mna uso za kupendeza pendeza, unafikiria hawa watu Mungu aliwaumba kabla ajachoka nata. Na ni kama wengine walishushwa kutoka binguni. Mimi mahali ambapo ninatoka, okia mwenzako mwambia, mahali penye mzee wa maandiko anatoka, watu ni weusi tititi mpaka wazee wetu walikuwa wanatuambia mkitembea tembea huku nje bwana, wakati wa kuoa Mungu akiwasaidia tafuteni angalau watu ambao ngozi yao inakuwa kama cheupe dawa hivi, angalau mchanganye changanye damu kidogo ili msizae watoto weusi kuliko mkaa. Watu wa kwetu yani, tunapakana na Equator lakini naitwa Rift Valley. Watu ni weusi tititi mpaka katika maumbile ya Mungu watu wakwetu huwa wanatembea wana meno ikiwa nje. Hata mi nimekombolewa, ndio uonioni meno yangu nje. Ukiona meno ndio unajua yule ni mtu. Sasa unapata mtu ni mweusi hivyo, alafu anajiwekea makeup, yaani anaovadu mpaka ukimwangalia, unaona kama yeye ni kikaragozi ama ni katuni, ama unaona nini na mwongozo wake unatakana, ujue hata figa ulionao wewe, figa 3 unavaa namna gani, figa 6 yanavaa namna gani, figa 8 unakaaje? Haya, leo sio hiyo siku, kwa sababu wakati mwingine hata pia katika masuala ya ulimwengu kuna vitu ambavyo elementi zinazotawala dunia. Kuna mawazo kila kitu huwa kinakuja kwa idea. ukia mwambie mwambie, unawaza mawazo gani? Na ndio adui anajua, ili akupige, anavuruga mawazo yako, ama anahakikisha kila ile mawazo unayowaza unajiona, ah, I am not fit for this. Unaona mimi siwezi fanya hiki kitu, anakupiga na sauti ya vitisho kila ki. Watu wote waliovumbua vitu, watu waliofanya mambo makubwa, yalianza na mawazo. Ambe alianza na nini? ni elementi. Ideas ni elementi inayotawala dunia. Mtu ni mawazo anayowaza ndio, kia mwenzao mwambie, mtu ni mawazo anayowaza tukitaka kukujua wewe ni nani, tutaku, tutaku, tutangoja kile unachowaza ukishazungumza. Maneno ni elementi inayotawala dunia. Kuna vitu duniani hauwezi epuka maneno unaweza kuwa wewe ni, ni manufacturer unatengeneza bidhaa vizuri vizuri, lakini kama hakuna mtu anayeitwa promoter, kuna uwezekano hiyo product isiuzike. Hao watu lazima wakuwepo. Haleluya. Okay, geukia mwenzako mwambia kina Ahmed Ali wale wanakulia tu maneno ya mdomo. Jamaa anasema ubaya ubwela unaenda kila mahali. Geukia okay, mwambia wewe naye jaribu kuja na slogan yako kama hauna hiyo neema, uone kama itakamata kuna watu wana neema, wamepewa neema, akizungumza kitu hicho, kitu kinaenda kila mahali. Sijui kama kuna nielewa. Kwa mfano katika masuala ya ndondi, masuala ya ndondi kote duniani, kama walikuwepo pengine hatukuwahi kutana nao ama kuwasikia, kuna mtu alikuja na maneno akizungumza wewe, hey hey. Ule mtu alikuwa anaitwa Mandonga, mtu kazi Maneno ni elementi inayotawala dunia. Geukia mwenzako kumwambia maneno, maneno ni elementi na hata mwambia, hata kuoa na kuolewa, lazima kuwepo na mtu ananyambulisha vitenzi, lazima kuwepo na mtu anaandika mistari, mpaka huyu binti anaacha chakula cha kwao, anaacha wazazi wao, anasema nafuatana na huyu jamaa. Kuna mtu alinyambulika vitenzi nayotawala dunia. Angalia siasa, keu mwambie siasa. Hata neno siasa kwa lugha ya Kiswahili namaanisha si hasa. Siasa inapigwa kwa nini? Mungu mwenyewe aliumba dunia kwa nini? Unapoomba unaomba nini? Unapoimba unaimba nini? Unapouza unazungumza nini? Hojana utaki kununua, unaona mtu anakuzungumzia vile bidhaa ni mzuri, unasikia mpaka unasema wacha ninunue ni elementi zinazotawala dunia. Maneno, nguvu ya maneno. Ndio wakati fulani, kama kuna maneno mabaya yalizungumzwa katika anga za kiroho kinyume na hatima yako, ama ulijizungumzia maneno mabaya, lazima tuyafute katika jina la Yesu Kristo. Mithali sita msari wa pili inasema, umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Mika, asamahani Mithali sita msari wa pili umekamatwa umetegwa kwa neno ya kinywa chako, umekamatwa kwa neno ya kinywa chako. Kuna mahali katika mithali 18, sijui ni 20 ama 21, inaongea kuhusu, inasema maneno ni uzima, maneno tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huo katika uwezo wa ulimi, wao wa upendao watakula matunda yake. Sasa nkisoma mithali 23:7, inasema kama mtu ajionavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Hizi ni elementi zinazotawala dunia. Na kati ya elementi hizi zinazotawala dunia, unaona kwa namna moja ama nyingine, maneno, mfumo wako wa maisha unaguzwa na malango ya kiroho ya maeneo husika. Kila eneo ina malango yake, ndio Isaya 60:11 inasema Isaya 60:11, mm. malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Kuna vitu hautawahi vipata katika uso wa nchi mpaka malango yafunguke, ndio Isaya 26:2 wekeni wazi malango yake, taifa lishikalo kweli liingi kuna vitu havitawahi kuingia ama hautawahi kutana navyo mpaka malango yafunguke. Ndio unaona unaona, iwe Zaburi 24:7 mpaka 10, akasema inueni vichwa, enyi malango, inueni vichwa, enyi malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyo mfalme wa utukufu? Bwana, Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Inueni vichwa vyenu, enyi malango, inukeni enyi malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Kuna vitu hautawahi vipata mpaka ufanye vita vya malango. Ufanye vita vya nini? Uko tayari tufanye vita vya malango? Tutafanya vita vya malango ya ardhi. Lazima ardhi ikukubali, lazima makazi ya kukubali, lazima maeneo husika ya kuitikia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, karibu. Tunaomba mtoto wa Mungu. Waamuzi tano msari wa saba wa nane, Waamuzi tano msari wa nane. Uamuzi tano nane mm. inasema walichagua miungu mipya. Walichagua miungu mipya ndipo kulikuwa na vita malangoni. Tosha tu mwanangu, walichagua miungu mipya ndipo kulikuwa na vita malangoni. Sema kila vita vya malangwa vinavyotokana na miungu vinavyotokana na, na roho za asili ili kunitesa, ninakataa nakataa, hiyo mifumo mibaya hiyo Haita ni tesa haita ni tesa. Mfumo wako wa maisha unaguzwa na bingu za kiroho, bingu. Mfumo wako wa maisha unaguzwa na anga la kiroho la mahali ulipo. Kila maeneo yana anga yake, kila maeneo yana tabia yake, yana mienendo yake. Mfumo wako wa maisha unaguzwa na utendaji kazi wa ardhi, namwambia utendaji kazi wa ardhi. Kuna ardhi ambazo zinazama poza, kuna ardhi ambazo hazitaki watu wafanikiwe mfumo wako wa maisha unaguzwa na matumizi ya muda, mambo ya muda. Mfumo wako wa maisha unaguzwa na ndoto unazo zioto ukilala. Je, hapo mahali toka uishi pale ama ao maeneo huwa unaota ndoto za aina gani? Ukiona, angalia mtu ambaye anaitwa Yakobo katika mwanzo ishirini na nane, anaenda kujilaza mahali ambapo babu yake Ibrahimu alikuwa amefanya nini, amejenga madhabahu. Biblia inasema akaota ndoto, akaona inja akaona nje ya nini ya ngazi na malaika wanapanda wakishuka, mpaka akafika mahali akasema, mahali hapo panatisha kama nini! Hayamkini hapa ni lango la binguni, Bwana asiwe sana kumaanisha ile mahali pale palikuwa pametakaswa na neema ya Mungu ilikuwa pale. Kuna maeneo unalala unaota unanyongwanyongwa, nyongwa, unaota unapambana na majinamizi. Kuna maeneo unakaa unajiuliza hii maeneo kuna tatizo gani? Sikupenda, ni roho inayokalia eneo. Mfumo wako wa maisha unaguzwa na ndoto nazo yote. Ukilala, mfumo wako wa maisha unaguzwa na watu wanaokuzunguka kila siku. Kuna maeneo haitaki ukutane na watu sahihi, inataka mwaka nenda mwaka rudi, usiwahi kutana na watu wanaokufaa. Mfumo wako wa maisha unaguzwa na nchi unaoishi. Kuna vitu vinakumba tu wa Tanzania kuna vitu vinakumba tu wa Marekani, kuna vitu vinakumba tu wa Kenya, kuna vitu vinakumba watu wa Afrika Kusini, yaani mfumo ambao unatawala maeneo hayo. Mfumo wako wa maisha unaguzwa na nyumba unaoishi. Mwambie, mara ya mwisho uliombea hiyo nyumba unayoishi? Mara ya mwisho lini umafanya ukombozi wa malango ya hiyo inchi? Kuna aina ya mapepo unaweza yashinda kila mahali, lakini yanakungojea nyumbani. Soma hiy andiko 13:21. Nataka tuombes sa 21 inasema, lakini huko watalala hayawani wakali wanyikani na nyumba zao zitajaa bundi, bundi mbuni watakaa huko, wataka huko na majini watacheza huko. Soma tena. Lakini huko watalala hayawani wakali wanyikani mm. na nyumba zao zitajaa bundi, zita mbuni watakaa huko, wataka huko na majini watacheza huko. Kuna nyumba we hauna habari, kumbe unaweza kuwa unachezewa na majini na hauna habari. Kuna maeneo ya makazi watu wanachezewa na, na roho za majini. Ndio natangaza kwa jina la Yesu Kristo, malango yako yafunguke malango ya ardhi yako yafunguke. Malango ya nyumba yako yafunguke. Malango ya makazi yako yafunguke. Malango ya maeneo yako yafunguke. Utendaji wako wa kazi unaguzwa na nyumba unaishi. Utendaji wako wa kazi unaguzwa na utendaji kazi wa nafsi yako. Nafsi, hivi vitu tutaingia kwa undani sana. Tunapendelea nafsi. Mwanadamu ameumba mwanadamu mwili, mwanadamu roho na mwanadamu nafsi. Kwenye nafsi ndio kwenye akili kuna nia kwenye nafsi. Kwenye nafsi ndio mtu anakuwa na mawazo ya kujiendeleza nafsi ya mtu ikifungwa. Nafsi ya mtu ni kama injini ya mwili wa mwanadamu. Nafsi ikifungwa ndio mtu amemalizwa. Ndio Zaburi mia arobaini na tatu mstari wa tatu inasema, adui amefuatia nafsi yangu, ameutupa chini uzima wangu kama watu waliokufa zamani. Nafsi inaweza kuwa imetekwa. Mfumo wako wa maisha unaguzwa na madhabahu za kiroho, madhabahu Watu wengi hawajawahi jua nguvu ya ibada, nguvu ya madhabahu. Tuko katika kizazi ambacho watu wanapigana sana maswala ya ibada. Ukitaka kujua maswala ya ibada yana nguvu, wandugu wa Islamu wana ibada zao, wandugu wa Hindi wana ibada zao, hawa wanaitwa Mailimunati wana ibada zao, Mafrimason wana ibada yao, wale mafri wale masoniki wana ibada zao hata wale hata wale watu ambao maswala za kiukoo wazee wa kaya wahenga wana ibada zao. Sasa geukiwa mwenzako mwambie, je, wewe unajua nguvu ya ibada? <coughs> Watu, watu wajajua madhabahu yanaongoza mfumo wa maisha ya watu. Angalia katika Bibilia, watu wote waliotembea na Mungu na watu wote waliofanya mambo makubwa, wote walikuwa na ng'oa madhabahu mabaya na kujenga madhabahu ya kimungu ni maombi yangu kwa jina leo. Angalia mtu yeyote ambaye ana nguvu ya madhabahu inazungumza maishani mwake, hata kama leo anapita mapito, na wakati fulani kwa muda tu, baada ya kipindi fulani kuna mambo ambayo yatatendeka, mnaanza kushanga, huyu ndio yule ama sio yeye? Kwa sababu iliwe liwalo, kuna siku moja Mungu huwa anatokea, kuna siku moja Mungu huwa anafanya yasiyowezekana kwa akili za wanadamu nguvu ya madhabahu, ambia wenzao, mwambie nguvu ya nini. Unaona watu hawatilii maanani masuala ya ibada, watu hawatilii nani muda wa ibada, hata namna ya kumwabudu Mungu. Watu wanasema kwa namna moja ama nyingine, inanihusu nini wewe? Mfumo wako wa maisha unaguzwa na madhabahu za kiroho, mfumo wako wa maisha unaguzwa na maagano ya kiroho. Ni maagano yapi yanazungumza? kama kuna maagano mabaya lazima uyavunje. Kama kuna maagano yasiyofaa unahitaji kuyang'oa. Je, nazungumza na mwana wa Mungu? Sema e Bwana Mungu, kila maagano mabaya yanayonitesa katika ulimwengu wa kiroho nimesikia. Kufungua malango ya ardhi. Malango, watu wa Mungu, ni mahali pa kuingilia na matokeo malango kuna malango ya kiroho, kuna malango ya kimungu, kuna malango ya kishetani, kuna malango ya kimwili. Malango yanaweza fanya mtu ajulikane kwa kitu fulani ama asijulikane kwa kitu fulani. Shetani akitaka kutenda kazi zake, huwa anakamata malango. Ndio unaona Izakieli 11, kwa wakati wako utasoma mstari wa kwanza mpaka 13. Karibu, tunaomba Zakieli 11:1 mpaka 13, utaona katika ule mji Kulikuwepo na wazee tena. Roho ikaniinua ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana lioelekea upande wa mashariki, na tazama, mahali pa kuingia palango walikuwepo watu ishirini na watano, na katikati yao nikamwona Yazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, nao ni wakuu wa watu. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. Kuna maeneo ambayo watu wanatunga uovu wanatoa mashauri mabaya, wasemao wakati wa kujenga nyumba si sasa. Muji huu ni sufuria na sisi ni nyama. Ukiwa mwenzako mwambia, unao hakika gani? Pengine hatima yako inapikwa kwa sufuria katika muji na hauna habari. Wakati umefika chochote kinapikwa katika sufuria za mji kukamata hatima ya watoto wa Mungu. Ninakataa, hatutapikwa katika jina la Yesu Kristo. Wasemao wakati wa kujenga nyumba si karibu, hati hayo malango, anawekea watu wanasema, hawa hawatajenga awa, wakati huu hawatafanya haya maendeleo. Kwa hivyo swala la ardhi, swala la nini, swala la nini, ili udhibitishwe katika uso wa dunia, lazima ushughulikie malango ya ardhi. Watu walioshughulikia malango ya ardhi walifanya mambo kwa urahisi. Kuna vitu viliwahitikia Umewahi kuuliza nchi ya Tanzania, kama mtakumbuka, miaka fulani kuna mtumishi wa Mungu mkubwa, marehemu TB Joshua, nabii TB Joshua alipokuja katika nchi ya Tanzania, aliposhuka uwanja wa ndege, kama uliangalia vizuri, wala ambao huwa mnaangalia vitu, utaona alishuka akiwa hana viatu, akatembea pekupeku katika ardhi wangapo walio, walio wanakumbuka wakati ule? Geukia wanza mwambie ardhi, kuna nguvu katika nyayo. Tunafungua malango ya ardhi, kwa sababu Biblia inasema popote utakanyaga kwa nyayo za miguu yako, nimekupa kuwa urithi wako. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Ndio unaona, katika masomo haya tutafika mahali mpaka tutashughulika na nyayo yako. Geukia wanza mwambie, ni nini kilipandwa chini ya nyayo yako? kila alama uliyekewa kila wakati unajikuta in wrong places, unajikuta mahali pasipofaa, unakutana na watu wasiokufaa. Wakati umefika lazima miguu yako iende mahali pa baraka zako, uongozwe mahali unapohitajika, ukutane na watu wanaokufaa katika jina la Yesu Kristo. Hii ardhi inaweza andikiwa mambo, inaweza andikiwa kitu, vitu Ayubu 13 26 mpaka 28, hilo ni la mwisho. Ayubu hey, kumi na tatu, ishirini na sita mpaka 28. Inasema mm kwani umeandika, umeandika maneno ya uchungu juu yangu na kunirithisha maovu ya ujana wangu, wangu. waitie miguu yangu, miguu yangu katika mkatale na kuyaua mapito yangu yote, yote. wajiandikia alama kuzizunguka nyayo za miguu yangu nijapokuwa ni kama kitu kilichooza kilicho kinachosinyaa Kina mfano wa nguo iliyoliwa mfano wa nguo iliyoliwa na nini? Kuna watu wameandikiwa kwenye ardhi, ardhi ilisemeshwa, ardhi ilifanywa vitu, na ndio tutafika mahali tutazungumza. Geukia okay, mwenzao mwambie, mara ya mwisho ulizungumzia ardhi yako lini? Tutazungumzia hii inchi, yani vitu vinavyotuhusu lazima vipige mbio, vije katika jina la Yesu Kristo.